Yes, yes, yes. Wadau. uh, welcome back. Welcome back to this amazing channel, guys. Tuko hapa na Mama Hellen atujajua. okay, mimi sijajua jina lake, lakini hiyo uh, sio muhimu kwa sasa. So guys, let me just shukuru you guys kwa mapenzi na ambayo mko nayo na mimi hapa. Uh, mmenisaidia sana manze, subscribers man. Ukisub wewe kuja comment section, unaona wengi wanakuja comment section wanasema, Raf nimesubscribe. Please ukisubscribe, kama wewe ni new subscriber, niambie tu Raf nimesubscribe nami nitashukuru hapo hapo, nakupea zawadi. Na zawadi yangu unajua ni gani? nayo kitanda yako pale, wachana wenye wanaingia kwa kichaka wanagnyana kwa kichaka. Apana, wewe yako ni kitanda. Mattress yako pale vizuri, unasikia vizuri nayo. Unienda, so guys, hapa, hapa, tunasubiri tumekuwa hapa by the way uh, kama umeona hiyo video yenye tulikuwa tuko nayo hapa. Helen ameendewa uh, alikuwa ameendewa shule, ndo tunamsubiri. so, mama Helen, mm -hmm, unajua niambia jina. Naitwa Eunice, naitwa Eunice. Sasa Eunice, usijali, unajua mara ya kwanza mimi nakuelewa kama mzazi. Umekuwa ukipinga sana, ukisema mtoto wako ni mholi, ni mholi sujiyo, ali, nivajo mama, unajua kazi ambayo nafanya huwezi jua chenye mtoto wako anafanya saizi. She is 17 years mm. Na by the way sio mzuri hata ndio kuja <todicum> tu <todicum> unatoroka <todicum> nini, anatoroka nini

Nimeona nimeona hiyo video umesikia? Kile unakuwa ni fanya aje. Lakini ni uongo. Utakuwa sasa mnakuwa sisi. Ushana na mwanaume kwa kichaka. Sister mgani? Sister anakuanga bajo. Umesikia? Mimi ni bajo. Unaita nani sikia ungeenda kuua? Mimi na kuua. Mimi na kuua wewe. Unataka ni kuua sikia? Eh? Buni sasa kiboka. Mimi na kuua. Mimi na kuua wewe. Kuja hapa. Kuja hapa. Mimi na kuua chini. Mimi na kuua chini.

Akaambia alikuwa nina mahali, akaniambia nimshike hizi vitu zake, hizi ni mpaka tu nione vile zitafanana. Utakuwa

Wewe unaitwa Unaitwa nani? Helen. Helen? mtoto wangu. Eh? Ni wangu. Ah. Dele ni eh? Eh? De, Ni ni ni Eh? Eh, ndio huyu. Mama, kwa 17 years. Huyu. Eh. Ako 17 years mtoto. Eh? Nimekulea kwa kwa kwa shida <sighs> <wana> shida shida, mtoroka. Mama, huyu nifanyia nini?

Afisa ameleta huyo mama, najua chenye inakuuma sana lakini nataka tu niwaongeleshe a asia nsh kukula ni shida. Natafuta misaada nikiwasaidia. Mimi ni mama fua, nafulia watu. Alafu aniletea hapa aibu.

Nimetosha sawa. Uh, mtulize wa mama, kama unanielewa. Umeona anafanya kazi mzuri, si ndio? Wewe mtoto wako, hebu tulia. Sawa. Sasa tuambie kama ule kijana nilimuleta hapa ni ni yeye. Sawa. Kwanza mimi leo leo. Leo leo. Leo leo. Leta. Wapi? Wapi? School. Aliniambia nalipanga shule, anipe pesa pesa angi. nieeku

Anaelewa. Nazuli sema eh? Tunakunaongela mtu ananisumbua, mtu ananisumbua. Mtu ananisumbua kwa nini? Sasa kuna mtana, sheria inafuatwa, tu enda

Usharibu ndoto yako. Usharibu ndoto yako, dakaa nikufe, nikufe, mtaishi aje? Simtangaika hii dunia, simtangaika, simtangaika Hellen

hata nilete huyo kijana mwelekane, venye taaleta huyo kijana, mama, tutampima lazima, tujue na nitachunguza kila kitu. Huyu jamaa wacha pelekwe ukotini, acha kuzunguka, unajua wewe eh. Mimi usinishike wakati ukishika wakichaka mimi siku hapo usikuje nyumbani sawa. Mimi usikuje kwa wako. Eh? Mama ni mimi ni broken. Si usikubali umshali mdogo sana. Eh, lakini mimi naye jana simu nikamuuliza. Mimi niko shwa bado uko badaka niambia eh

Eh? Na wengine ni wasichana. Wasichana pia kama huyu, sasa pia sio atakuwa kama huyo. Hata kwa hivyo. Kwani mama amechukua amechukua tangi ya nani? Si ndio? Baba ama wako na baba yake. Baba yake. Hai baba. Hai pro. Si babangu. Akaendea huyu mama mwingine huko. Basi mama pale. Tani muendea? Si mimi. Tani muendea? Sitakuwa hivyo. Unajua story yake ni muendea? Sitakuwa hivyo. Umeendea mtu boda boda si ndio? Kwanza kuna bibi na watoto. Amekwambia kuna bibi na watoto. Amekwambia kuna bibi. Nilijua jana. Ulijua jana? Eh, nilijua jana. Sikuwa najua. Alikuwa anapata pesa si ndio?

Niko na macho yangu, msichana alidanganyishwa na polisi. Ushamaliza? t shia wakati mamako kuna watano na wacha tungoja afisa akuja, na huyo ndio sasa tunaa. Lakini ule kijamaa hata achiliwa, anapelewa kotini na lazima afungwe, yeye anaenda kuzeekea huko ndani, si ndio? mm -hmm. Na huyu, tafadhali unaenda nyumbani, sisi tutakuwa kukusaidia muelewane, jamaa tuweze kutengeneza maneno, lakini huyo mtu atabaki hapa ndani, ni vile tu kwa exam ama huyu mtoto hata hmm. kama saizi kwa exam, wacha kwanza amalize exam. Akishamaliza akikushinda akili, wewe muachilie. Hapana, mtu anadinyo kwa kichaka, anakuja Helen, eh Sister. Ha, na mama niulize, umesema umekuwa ukipeana, wacha tu niache tu kwanza, kwa sababu hmm. nikimuuliza hapa huyo mtu, nataka niulize huyo huyo huyo wewe mwenye analetwa huyo jamaa wa bodaboda, lazima ajibu na huyo ama jibu lazima wanip, wanipatie Director. Mama tafadhali acha tu nipake, tafadhali tu a tumaliza. Tulia tu hapo, tulia tu hapo wewe, utasimama tuna mimi hivyo, ningoja hawa watu wafike juu. Sasa wewe maneno yako ni ngumu, wewe kazi yako kazi yako nitu kichaka, kichaka kichaka. Yani miaka tatu unalimwa tu kwa kichaka, unalimwa tu kwa kichaka, hauchoki? Si hata saa zingine unamwambia tulale, kata hiyo kitu dairekta.